ametekia ingawa tuko katika hali ngumu ya kuelewa huyu

Imani m lakini, Mungu aliweza kumrudishia mengi katika maisha yake. Alimwita tu na kumwambia ondoka, nenda pale Imani akatoka akttt mtoto katika uzee wake akambili, kwa sababu alimtegemea Mwenyezi Mungu mao at baba wa Imani na mpaka kwa matumaini katika maisha akaweza kupata mtoto katika hali ya kibaya, kwa sababu alimtegemea Mwenyezi Mungu na kuamini Mungu huyu. Kwa vile yeye alikuwa mtoto, hakuwa na imani, lakini Mungu aliweza kukamilisha yote kupitia maisha yake jauua Anasema mimi sikubariki mbele yako Mungu, lakini nakuomba uweze kunipa kijana, na mwishowe inakurudishia mii mtoto. Na wakati alipopatiwa kuni kijana katika imani yake tao, amenweza kumpaka samoli, na mwishowe ikawa kwamba amekuwa nabii na kuhani mkuu katika mbele yake Mwenyezi Mungu hana mwenyewe anakudidisha

kurudi jioni siku ya pili, yule mtoto akamuuliza mtoto wake, umesoma nini katika kijiji? Yule mtoto akamwambia dadi, nimesoma mengi, lakini kuna kitu ambacho kimenifurahisha, nitakawambia. Lakini akamwambia nimesoma kitu kimoja kijijini, nikilinganisha na maisha yetu ya kifamu, kwamba kuu kijijini hawana umba, lakini kwetu Aaa, hawajani kama kuaishiiikiakeo kwa sababu wao wanategemea Mungu. Hawa watu hawana stima, lakini wanategemea nyota na mwezi wakati wa usiku. Hawalipi fedha za stima, wao wanaagaziwa na Mungu wao kupitia nyota.

na mwisho kabisa nikakudua katika kitabu chetu, katika meza yetu kumejaa vitabu kumejaa kumejaa kumejanaazina, lakini katika nyumba yao meza zao zimejaa bibilia gozluji kumaanisha wao ktegelea uo. Kijana akasema mimi naomba baba, wakati nitakuwa mkubwa nitaweza kwenda mashinani na niishi pale ambapo mimi nitaishi na Mungu. Si taishi kwa sababu ya mali, si taishi kwa sababu ya ugwa, si itaishi kwa sababu ya sirigu, si taishi kwa sababu ya stima. Nitaishi na Mungu na nimekuja kufungua, hawa watu wanaishi kaisha kareti ukikikua kwa sababu Mungu hao anaweitakia wakati anawekaankia wakati. Na hawo watu ni wakina nani? Ni watu wa Kristo.